Baada ya msiba wa mzee wetu, useme jambo kuu ambalo nimejifunza, umejifunza, nime kuishi na watu, sababu before ambapo mzee wetu alikuwepo, tulikuwa tuna watu wengi na marafiki wengi, lakini baada ya mzee wetu kufariki imekuwa vice versa. Lakini kwa mimi hapa kama nilivyosema, nimejifunza kuishi na watu, kuadapti mazingira na situation ambayo tumeipitia lakini pia hiyo imetusaidia kutokana pia na malezi ya, ya mzee wetu. Mzee wetu alijifunza, aliamini, alitufunza katika kujitegemea na kujitegemea na kufanya kazi kwa bidii. Kwa hiyo ni kitu ambacho nimejifunza mm. Kwa hiyo inamaanisha kwamba marafiki ambao walikuwepo wakati wa baba walikuwa ni wengi kabisa baada ya kufariki, au marafiki hamjawaona, umebaki na watu wa